Ikiwa leo ni awamu nyingine tena kipindi chetu, ikiwa ni kuandalia mada kem kem. Leo katika makala yetu ya tamaduni za uswazi, tutaongelea kuhusu jamii ambazo zinapatikana kule uswazi. Tunajua watu wa Kiswahili kule, kuna jamii kadha wakadha ambazo zimeishi pale. Kuna jamii nyingi ambazo zina tamaduni zake tofauti tofauti, kama Waswahili ina kabila nyingi sana. Kabila hizi ambazo kwa pamoja zinakuja zinatengeneza utamaduni wao wa Kiswahili. Kabila ni nyingi, tukiangalia, kuna kabila la Mijikenda, tukiangalia, kuna kabila ya Swahili, kuna kabila la Wabajuni na kuna kabila la uh, Wadawida wale, kuna kabila la Wataita ambao kwa pamoja wanakuja wanatengeneza jamii uh, ya Swahili. Kwanza kabisa tukianza na jamii ya Wamejikenda, tukiangalia jamii ya Wamejikenda ni jamii ambayo chimbuko lake tunaona watoka katika jamii ya Abantu. Pia pia jamii hii ya Wamejikenda ni jamii ambayo iko na kabila tisa, tukiangalia kabila la Giriama, tukiangalia kabila la Jibana, tukiangalia kabila la Chonyi, tukiangalia kabila la Duruma, Rabai, Ribe, Kambe na Jibana hao kwa pamoja wanatengeza a, jamii ya Mjikenda. Jamii ya Mjikenda wanatofautiana katika matamshi yao na ya tamaduni zao. Tunaona jamii ya Mjikenda mkubwa wao katika kabila hili ni kabila la Giriama ambalo linapatikana kule sehemu za Malindi na sehemu za pwani kwa ujumla. Tukiangalia pia jamii ya Mjikenda ni jamii ambayo a, imeweza ku, a, kustawisha utamaduni zake tukiangalia ile michezo yao ya uh, densi tukiangalia uh, matambiko ambayo wanaweza uh, kuendeleza ili uh, kustawisha jamii yao. Tukiangalia jamii hii ya Mijikenda pia ni jamii ambayo tunakumbuka ilitoa kiongozi ambaye alikuwa ni mashuhuri sana, kiongozi yule ambaye alikuwa anaitwa Mekatilili wa Menza, ambayo tunamjua uh, historia yake ni ndefu sana katika uh, jamii hii. Lakini sana sana alikuwa anatoka katika uh, jamii ya Mjikenda tukiangalia pia jamii hii ya Mijikenda ni jamii ambayo wana vyakula vyao tofauti tofauti pia eh, kustawisha a, tamaduni ya Uswahili. Tukiangalia pia a, wana a, mienendo yao ambao wanafanya, tukiangalia kule a, katika msitu wa kaya ambao ni palipo patakatifu pa kuomba, ambayo pia ni jamii ambayo mpaka sasa imeweza a, ku a, a, e, kuboresha uongozi wao katika Wazee wao tunaona wazee wa kaya ambao wanaweza kuwa na maelewano kwa pamoja ili waweze kustawisha mienendo yao ya kijamii. Tamaduni hizi za Uswahili ni nyingi sana, ambazo zimeweza kustawishwa na jamii hii ya Mijikenda. Jamii ya Mijikenda ni jamii ambayo inapatikana sana sana, sana, upande wa kule, kwani tukiangalia katika kaunti ya Kwale, a, tunapata kuna jamii ya Duruma, kuna jamii ya Adigo tukiangalia kule upande wa Kilifi uh, uh, uh, kabila ambayo inapatikana pale ni kabila la Kinaachoni, kabila la uh, Rabai, Ribe, ambazo zinapatikana upande wa kule. Tamaduni ni nyingi sana, tamaduni za Kiswahili. Tukiachana na jamii ya Mijikenda, kuna jamii ambayo tunaita jamii ya Waswahili. Tukiangalia jamii ya Waswahili, ni jamii ambayo uh, chimbuko lake tunaangalia katika mawanda ambayo Kiswahili lilianzia kama tunavyojua shughuli za Waarabu zilizoanza pale ambapo walikuja katika ku, a, kusambaza dini ya Uislamu kule pwani. Katika hali yao ya kusambaza ile dini kule, wakaja wakaoana na jamii ambazo ziko pale katika, tunajua katika Kiingereza tunaita intermarriages, ambao waliweza kuoana na jamii ya kule na kuzaa kizazi cha Waswahili. Kizazi hicho cha Waswahili ambacho kinaishi mwambao wa kule pwani, waliweza kutangamana na Waarabu hawa na kizazi kikafuatia. Hivyo basi ndo utamaduni ya jamii ya Waswahili ikaanza. Waswahili, tunaona majengo yao pale mji wa Pwani, tunaona pale Old Town, tunaona ah, majengo yao ambayo yanaukuza utamaduni wa ya Kiswahili, hususan jamii hii ya Waswahili. Tukiangalia kuna jamii ya Wabajuni, jamii hii ambayo inapatikana kule katika mkoa wa Pwani ama kaunti ya Lamu jamii hii ambayo tunaangalia historia yao ambayo ilianza na kule Ngozi eh, katika kisiwa cha Amu. Jamii hii ambayo inatofautiana katika lahaja ya Kiswahili, tunajua lahaja yao ni tofauti na Kiswahili kingine. Jamii ya Wabajuni, jamii hii pia tunajua ni jamii ambayo a, tamaduni yake sana a, ni ile a, kazi ya uvuvi pale na kazi za utalii. Tunaona jinsi kule jamii hii wanaweza kuwakaribisha wageni ambao wanaweza kuja kujifurahia na tamaduni hii ya Waswahili hawa ambao wanaitwa Wabajuni. Ni mojawapo ya kabila ambazo tunajua uh, utamaduni wao sana ni mkongwe, ambao wanasuluhisha mambo yao kupitia wazee wao. Ni jamii ambayo pia imeweza kuwa na uh, na mshikamano wa kipamoja. Tunaona juzi pale ambapo, uh, jamii hii imeweza kuwa na wameza ku kujulikana na uh, UNESCO eh, katika kisiwa hichi cha Lamu, jamii ya Wabajuni. Tukienda katika jamii ya Wataita, jamii ya Wataita ni jamii ambayo inapatikana kule sehemu za Voi kule Taita Taveta County. Jamii hii ambayo pia ni mojawapo ya jamii za Waswahili, tunaona uh, jinsi ambavyo pia jamii hii imeweza kuwakaribisha watalii kule kwao, tunaona katika uh, mbuga ya wanyama ya Tsavo ambayo jamii hii imeweza kupelekea uh, watalii kuvutiwa na utamaduni wao wa Wataita. Jamii za Waswahili ni nyingi. Tutaenda katika mapumziko mafupi alafu tutaweza kuja kuwaelezea. Kama tulivyoongelea hapo nyuma, jamii zinazopatikana katika mwambao wa pwani ni nyingi sana. Hebu tuangalie jamii hizi zinajishughulisha na kazi gani? Jamii ya Waswahili wanajishughulisha sana na shughuli za kibiashara. Tunaona Waswahili hawa ama jamii ambazo zinapatikana kule Swazi kwa ujumla wanajishughulisha na biashara, biashara kama vile biashara za kuuza nguo, biashara za kuuza sanaa. Sanaa kama gani? Sanaa labda za nyumbani za urembo ambazo zinapambisha majumba yetu. Ukiangalia pia, biashara zao zingine ni biashara ya hoteli ama biashara ya mkahawa. Kama tunavyojua uswahili, uh, uswazi, kuna vyakula vingi sana ambavyo wageni wanataka kuvionja na kuviona Hivyo basi jamii hii wanaweza kuwa na muonekano mzuri na kuanza biashara kama hizi ili kuweza kuwavutia watalii. Tunaona vyakula kama vile chapati, tunaona vyakula kama vile viazi karai, tunaona vyakula kama vile maharago ya nazi, tunaona matobosha. Hivi ni vyakula ambavyo vinapatikana kule katika mwambao wa pwani, ambao jamii hii ya uswazi wanaweza kuwatumbuiza na wanaweza kuwafurahisha wageni wanapokuja katika miji yetu hii ya pwani. Hivyo basi wewe kama mtazamaji ambao unaangalia kipindi cha tamaduni za uswazi ni kipindi ambacho kitaweza kukueleza mengi mengi zaidi kuhusu uh, tamaduni hizi zetu za uswazi. Hivyo basi kama wewe ni mgeni unataka kuja katika mwambao wa pwani kule, unaweza kuja ukaona, ah hii mji wetu wa pwani ni mji ambao tamaduni zake ni nzuri. Tukiangalia kama vile ambavyo wanaandaa vyakula. Eh, hata pingine wewe unataka kula chakula kama vile umesikia kuna chakula kinaitwa uh, e, matobosha. Eh, unataka kujiuliza chakula cha matogosha ni chakula aina gani hichi? Eh? Jamii ya Swahili, jamii za uswazi kwa pamoja, Eh? Tunajifurahia sana tamaduni zetu hizi na za jamii za uswazi kwa sababu ni tamaduni ambazo zimeweza uh, kutu, kutupeleka pali pazuri sana n tamaduni ambazo zina mstaarabu sana. Hivyo basi, wewe kama mtazamaji unataka kuja kuiona basi budi kufunga safari ili uweze kufika katika mwambao wa pwani ujionee, wanasema macho hayaambiwi tazama. Kwa hivyo basi utatazama wewe kuyashuhudia. i tamaduni za jamii za a, waswahili kule ama uswazi ni nyingi sana, kwa sababu tukianza kuongelea mengi yatakuwa uh, tunaweza kujifunza sana. Tukiangalia kanza kwamba kwa mienendo, mienendo yao ni mienendo ambayo ni vizuri sana. Tukiangalia uh, jamii tata, tamaduni hizi za jamii za Waswahili ni uh, tamaduni ambazo ni za kukaribisha kila mtu. Tunaona jinsi ambavyo ni wastaarabu wanaweza kukaribisha mtu, uh, vile ambavyo wanapenda. Ndio maana wageni wengi wanaweza kupenda uh, tabia zetu sana sisi Waswahili eh, tunajua sisi Waswahili. Uh, tunajulikana kwa heshima sana na ustaarabu wetu. Hivyo basi tunajivunia sana kama Waswahili ili uweze kuwa na uh, mshikamano mzuri, tamaduni za uswazi ambacho kitakuwa kinakuletea, mimi binafsi Shaaban Farjallah katika chaneli yetu ya Shafah Media. Shafah Media ambayo itakuwa inatueleza jinsi tamaduni za uswazi zilivyo. Hivyo basi ningependa kuwaacha na neno moja tusikose kufuatilia tamaduni za uswazi ili tuweze kupata uhondo kemkem -kem.